Nawapongeza vyama vya wafanyakazi na, na waajiri kwa kutambua umuhimu wa kutoa tuzo kwa, kwa wafanyakazi hodari. Hatua hii inaongeza ari ya kufanya kazi na tija kazini. Hata hivyo, niwaelekeze waajiri wote kuhakikisha wanazingatia mwongozo uliowekwa na serikali katika kushughulikia stahiki za wajumbe wa vikao hivi. Ndugu mwenyekiti na ndugu wafanyakazi wenzangu, nitoe wito kwa waajiri wa sekta binafsi wanaozuia wafanyakazi wao kujiunga na vyama vya wa wafanyakazi kuwa wawape fursa wafanyakazi wao ya kujiunga na vyama vya wa wafanyakazi kwa kuwa ni haki yao ya kisheria. Aidha, niye viongozi wa vyama vya wa wafanyakazi fanyeni utaratibu wa kuelimisha waajiri hao ambao wamekuwa wakisitasita kuwaruhusu wafanyakazi wao kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Napenda kumshukuru Mungu na pia napenda kumshukuru mwajili wangu kwa kutambua majukumu yangu niliyoyafanya mpaka kuchaguliwa kuwa mtumishi hodari, na ninaahidi ntaendelea kufanya kazi vizuri. Ni furaha yangu kubwa, kwa sababu mimi ni mfanyakazi bora kutoka divisheni ya elimu ya awali na msingi hapa manispaa ya Songea. Ninamshukuru sana mkurugenzi ambaye pia ni mwajili wangu, mkurugenzi wa manispaa ya Songea kwa kunitunuku tuzo hii ya cheti pamoja na shilingi laki tano taslim pesa za Kitanzania. Naahidi ni na kwamba nitaendelea kutimiza majukumu yangu kwa juhudi na weledi, na Mwenyezi Mungu anisimamie. Zawadi hii inaleta hamasa kubwa sana kwa waajiriwa ili kuendelea kutimiza majukumu. Hii ni chachu kubwa, na ninashukuru sana kwa wote walioketi kwenye jopo la kunipendekeza mimi kuwa mfanyakazi bora, kwa sababu tupo wengi, lakini nimeonekana mimi niteuliwe. Ninashukuru sana mkurugenzi wa manispaa ya Songea.